Kufuatiwa mwendelezo wa msiba mzito wa marehemu MC Pilipili, siku ya leo ni siku maalum kwa ajili tu ya kwenda kuchukua mwili sehemu ya kuhifadhia katika hospitali ya rufaa ya Dodoma. Tumeweza kuona ndugu jamaa, marafiki, pamoja na mke kipenzi wa marehemu MC Pilipili wameweza pili. kufika katika eneo la hospitali kwa ajili ya kuchukua mwili kuelekea nao nyumbani kwa ajili ya ibada, na namna ambavyo tumemwona mke wa marehemu MC Pilipili pili. unaweza ukamwonea huruma huyu dada, analia sana, huyu dada ameshindwa kabisa kuangalia mwili au kuangalia jeneza la mume wake kipenzi, anashindwa anakosa nguvu. Unaweza ukavaa kiatu cha huyu dada, unaweza kuona maumivu makali ambayo anayapitia. Hatakiwi tena kuendelea kuona hili ambalo linaendelea mitandaoni, hatakiwi tena kuona watu wakiwa wanamsema vibaya mitandaoni. Kwenye ndoa kuna mambo mengi sana. Sasa namna ambavyo yeye sitesheni yake imekuwa ni kama vile lawama zimerudi kwake kwa asilimia kwa kubwa sana, na hiyo yote ni kutokana namna ambavyo aligombana na mwenzi wake au mume wake kipenzi. Wamejitokeza wadau kadhaa katika mitandao ya kijamii kwa ajili tu ya kuonesha wanaendelea kumsapoti huyu dada, lakini pia kumtia moyo. Nitakwenda kukuonesha comment kama tatu tu zikiwa zinaonesha ni kwa namna gani baada tu ya hii video kusambaa katika mitandao ya kijamii ikiwa inamuonesha mke wa marehemu MC Pilipili akiwa ameshindwa kujizuia machozi, yanamtoka baada tu ya kuona jeneza la mume wake kipenzi. Comment ya kwanza, huyu ameweza kumtia moyo akaweza kusema kwamba pole dada na kuelewa sana dia. Lakini kuna huyu mwingine, ameweza kuwasema wale wote ambao wanamsema vibaya huyu dada mitandaoni, lakini hawaangalia wala hawaoni huyu dada anapitia kitu gani kwa sasa hivi. Huyu amesema wana comment negative wengi ni wanawake, ukute wenyewe wenza wao wakifa hawatakaa hata kwenye tenti la familia, maana watambuliki. Ni rahisi kujaji ikiwa mtiani haupo upande wako. Mwacheni dada wa watu. Mwingine naye akaweza ku comment na na kuandika uh, watu mna msema huyu dada na wengine, changamoto za ndoa Nazijua. Watu kwenye ndoa wanagombana na kupishana, ila haimaanishi kugombana kwa wenza inamaanisha mmojawapo akifa mwingine inabidi afurahi. Kugombana ni kawaida. Sasa nyie mnaomsakama, sijui mlitaka achekelee au afanyaje? kugombana na mtu kupoteza maisha ni vitu viwili tofauti. Acheni maneno maneno. Akasema RIP MC Pilipili, rest in peace, MC Pilipili. Unaweza kuona hao ni baadhi ya wadau ambao wameoneshwa Kuguswa na hii video ambayo imesambaa mitandaoni ikimuonesha huyu dada namna ambavyo analilia jeneza la mume wake, namna ambavyo anaona kwamba mbona kama ni ndoto, mbona haamini kitu ambacho kimetokea. Licha ya kwamba yeye ana mabaya mengi, lakini bado ni binadamu, bado ni mtu ambaye anatakiwa kutiwa moyo, lakini pia bado ni dada ambaye ameachiwa mtoto mmoja, ana malezi ambayo yanamsubiri bila ya baba, na ukiangalia Marehemu MC Pilipili alikuwa anampenda sana mtoto wake, alikuwa anaipenda sana familia yake kwa kiasi a, kikubwa sana na huenda e, basi tunaweza kusema huenda eh, marehemu MC Pilipili lisingetokea hili. E basi hii familia ingeungana upya kwa sababu tayari walishapanga taratibu kwa ajili ya kusuluhisha hii ndoa ili mradi hii ndoa ikae katika msimamo. Tuliweza kusikia kauli ya msimamizi wa ndoa, alidai kwamba siku ambayo MC Pilipili amepoteza maisha ndiyo siku hiyo hivyo walipanga wao kama familia wakae kikao kwa ajili ya kuwapatanisha MC Pilipili pili pili pamoja na mke wake, warudiane wale familia, waangalie familia, lakini haikuwa riziki. Mwenyezi Mungu amefanya kazi yake, na kazi ya Mungu siku zote haina makosa. Tunatakiwa kumsapoti huyu dada kwa kila jambo ambalo analifanya kwa sasa hivi, kwa sababu faraja yetu ndiyo ambayo anaisubiri. Itakuwaje kama msiba ukatamatika, alafu akaingia kwenye mitandao ya kijamii na kukuta na komenti mbaya, komenti ambazo zimejaa chuki, zingine zikiwa zina mshitumu yeye ndo muuaji wa mume wake. Wewe kama we, ni wewe ungejisikiaje? Au ungeonaje? Ungejisikiaje namna ambavyo ungeona, namna ambavyo umeumia kwa mume wako, lakini bado kuna mtu anakuwa anakuambia wewe ndo muuaji wa mume wako. Kiukweli sio jambo zuri. Hebu tuinuke tena tumsapoti huyu dada, lakini pia tuhakikishe kila mmoja anaonesha nia yake ya dhati kwa kutoa pole zake za dhati kwa huyu dada, na wala sio kutoa komenti chafu za matusi. Haijalishi amekosea kiasi gani, lakini hichi kipindi ni kipindi kigumu kwake. Tunatakiwa tumsapoti na kumtia moyo. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.